Tunaposherekea sikukuu hizi kubwa tupate fursa ya kukaa na watoto wanaoishi wa kwenye mazingira magumu, lakini pia tupate fursa ya kwenda kuwashika mkono kwa, kwa zawadi watoto kwenye vituo hivi. Jana Mwenyezi Mungu walitupa fursa ya kuvitembelea vituo vitatu kwa ajili ya kupeleka zawadi kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameniagiza. Lakini zawadi zile kama nilivyosema zilikuwa ni za mwanzo kwa sababu ya ufinyi wa muda wa siku ya jana. Tutaendelea kufanya hivyo katika vituo vingine vilivyobakia mpaka wote kwenye vituo hivi vya kulelea watoto waweze kuguswa na mkono wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo watoe shaka na hofu wale wote ambao watafikiri wamesahaulika. Vijana wanaoishi kwenye mazingira haya magumu ambao wametambuliwa na mkoa ni zaidi ya elfu sabini na nane. Ni wengi wanaohitaji upendo wetu, wanaohitaji kushikwa mkono. Kila mara tutaka kupata fursa, tembelee vituo hivyo, wasalimie na kuwapa zawadi, watafarijika zaidi, watasoma kwa hamasa, wata wata na hali kubwa, hivyo weze kuyafikia malengo yao yeah. Mkoa wetu wa Ruvuma umewatambua jumla ya watoto 78337 ambapo watoto wa kiume ni 37601 na, na wa kike ni 40736 wanaoishi kwenye mazingira hatarishi, na hawa watoto wote waliotambuliwa wameunganishwa kwenye huduma mbalimbali kupitia ofisi yako na ambao wanapata huduma za msaada wa kisaikolojia huduma za afya, elimu na malezi kwenye makao ya kulelea watoto, watoto watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu. Zoezi hili kwanza limewafurahisha watoto. Watoto wamefurahi sana, wamejisikia vizuri na tumetoka katika mazingira mbalimbali wamekusanyika pamoja, watoto wamesalimiana, wamefahamiana, wamefarijiana, wamekula chakula kwa pamoja. Kwa hiyo wamejisikia vizuri. Tunasema asante sana kwa kuandaa hii hafla, tumejisikia faraja sana kwamba yupo pamoja na sisi.